Ni wakati wa kukufuta machozi wewe unayeteseka na kusumbuka na mambo ya ndoa na mapenzi. Umeishi na mume mke au mpenzi wako, saa hii hakutaki tena, amekuacha ingali unampenda, unateseka na watoto, kuna mtu ameingilia ndoa yako na kuiharibu, upendo umeisha kwako, hakuna amani, mume au mke anacheza nje, na sasa unataka kumrudisha kwako na kuokoa mapenzi yako na ndoa yako Kupende amani iwepo, kuregesha mapenzi yaliyofifia. Daktari Wenje atakupangusa machozi, amesaidia watu wengi. Utampata kwa nambari ya simu 0798685610. Lakini pia anazo dawa za mvuto wa biashara, kama unapigwa vita kwa biashara zako, kazi zilizoharibika, kukamata wezi kwa kutumia nyuki, kinga ya boma na kumaliza uchawi, unauza vitu zako haziuziki, kutengeneza nyota yako Kesi yoyote, dawa za nguvu za kiume, wazimu, kifafa, magonjwa yote yaliyoshindikana ya kichawi. Ukiwa na shida yoyote inakusumbua na umetembea hujasaidika, basi Daktari Wenje ndiyo msaada wa watu wote. Mpigie simu popote ulipo kupitia namba 0798685610. Uone maajabu ama fika ofisini kwake.